dunia imebeba watu na fiatu mwenye akili timamu, mwingine mm. fiatu mm. Imagine mtu anauzwa kisa hela. Dunia mm. Inaenda kasi tena mpela mpela.

Mbona unaonekana na majonzi? Nini shida? Unalia umekaa peke yako, hebu niambie. What happened? Unajua kama mimi nimemkosea kakangu, kwa hiyo hiyo ndio sababu unayokufanya ukae peke yako hapa unalia? Alafu, kama ni swala kaka yako maa, tayari tumeshalimaliza. Kaka yako ameshajua kwamba unanipenda kiasi gani, ndio maana ameamua kuondoka na kutuacha. Lakini mbele ya macho yako umeona muda nilivyomkataa mkataa kaka yangu, hivi wewe unaona hili liko sawa kweli baby? Kwa hiyo ina maana ulikuwa unataka wewe na mimi tuachane ili ufurahi, si ndio? Kaka yako mwenyewe amejua mimi na wewe tunapendana kiasi gani ametambua uzito wa mapenzi yetu na ndio maana ameamua kutuacha huru. Alafu Waswahili wanasema, yaliopita sindwele tu yaache, tugange nayo kuja. Basi tufanye hivi, aikange angekukataa wewe ungejisikiaje? Hebu tuyaache haya. Naona haupo sawa, ten ukapumzike na umasikini ndo sababu uh, mm, mm. Watu kufanya ah, mambo ya biatu. Wana, leo umekaa kinyonge sana wifi yangu vipi? Ni kweli wifi yangu, misiko sawa leo. Upo sawa kivipi? Mm. Naomba uongee na munde. Aniruhusu mi niende nikamwone kakaangu. Uwe ni kwa kakaako? Ndio. Haya, unaenda kwa kakaako, sisi hapa unatuachaje? Oh, au unaenda kwa ma, yani kwa maelewano yapi? Yaani, kwamba unaenda unarudi, au ndo unaenda, ni unaamua yani kuachana na sisi mazima? Mi kurudi ndio nitarudi, lakini nadhani we umeona situation ya juzi mbele ya macho yako, nimemkataa kakaangu basi tuseme sawa, ameridhika lakini mimi namjua yule hajaridhika na huko alipo, na imani kabisa hana furaha, hana amani kwa ajili yangu. Ko, hivi ina maana amani ya mtu mmoja ivunje amani ya watu watatu, si ndio? Kwa sababu mimi unajua, hata kama utaenda huko, yani hata kama utaenda kwa kaka yako, bado wewe hautakuwa na amani, kaka yangu hatakuwa na amani na mimi pia sitakuwa na amani. Wewe utakuwa umeumiza watu watatu kwa mara moja. Yaani kuhusiana na amani ya kaka yangu, yangu, ni bora yangu itoweke, lakini yawe na amani. Kwa hiyo ina maana sasa, unapoenda unarudi, au ndo unaenda yaani moja kwa moja? Mazima, hata usijali wifi yangu, mimi kama kaka yako akiniruhusu niende nikamuone tu, wala hata kidogo mi nitarudi. Wifi, usione kwamba mimi kama nakuwa mbishi labda sijui simjali kaka yako, ila jua kinachokuumiza moyo wako kinaniumiza wakwangu, mazima yaani mimi ndo naumia zaidi yako, lakini sasa unajua kuna vitu vingine sio virahisi kuvipokea, kwamba unaenda kwa kaka yako kwa sababu tu unajua kaka yako. Sawa, pengine labda angekuwa anaumwa, na kwa sababu tu ya amani yake ndio uvunje na sisi amani zetu, kweli wifi yangu? Sawa, mimi nitaongea na Munde, kwa sababu umesema unaenda unarudi. Mimi nitajaribu kuongea naye, nitamweka chini, ila naomba ahadi yako iwe kweli, kwamba unaenda unarudi. Mimi kurudi, wifi yangu, hata usijali, mimi narudi, ila tabia ya kukaa hapa kwamba umekaa kinyonge, umekaa umepooza pooza, unalialia, kwamba mtu akipita wa huko waseme kwamba yule kanyuma chakula pale au ananyanyasika. Maana sisi mawifi ndio ndio kwa kwanza kupewa ubaya, kwamba wifi yake anamfanyia hivi anamfanyia. Mimi sitaki yani, kuna tatizo lolote kama hivyo, kaa chini na mimi mnaniambia, sio kukaa hivyo, unalia unakaa kinyonge. Wifi yangu, kwa hiyo hata usijali, ila nakuomba mshawishi munde aniruhusu, maana mimi kanikatalia kabisa kwenda kwa kaka. Mimi munde taongea naye. Mna shida asue hivyo. Sawa ivya. Sasikia mwanangu, nikuita nikwambie ile kazi ulonipa inaendea kutiki, yaani mawazo yako yote ulikuwa unaanza yapo sahihi, okay Jambo zuri. Kitu kinachotakiwa ni wewe kuwa makini sasa, usijali kusu hilo bosi wangu. Naongea hivyo kwa sababu hili jambo ni hatari, sio lesi kama unavyolifikiria, na endapo likijulikana kwa haraka, basi litatuweka sisi katika matatizo. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini katika kila hatua. Sasa endelea kuificha furaha yako. kani utaki kunielewa eh? Ujue mimi nimeshakupangiria misono, nitotokea kitambo mize sheni zako kila siku, sizima mimi sizimainde, nishakwambia hapa amla kuchomoka. Oya, tutazinguana ujue. Hivi ni kwa nini unataka mimi niende nyumbani? Kwaona napenda mimi ni kwache, uondoke au sio? Oya, nitakuzingua ujue mchumba. Mimi nataka nikamwona kakaangu. Lakini kaka yako kaka nini? Mbona aleta zesheni hizo? Basi mchumba, kwani kitu gani unakosa hapa? hauli hapa eh? huvai upendezi eh? unachokitakaauautabangi tu kama mimi anavuta bangi lakini ni kaka yangu, nataka nikamwona ah. Munde nisikilize basi, katika itikeli zangu kitu nikisemaga no, uwagani no, siwezi ikawa hapana nikailazimisha ikawa ndio. Hii nimesema no, nitabaki kuwa no Minde. Bebawatu na viatu lakini, hifi mimi niokwambia kwanza, tumsubiri Munde tuja tuyaongea ya mambo. Mimi mimi, si, yani mimi nakujaje kumjibu Munde? Mimi Munde namjibu nini? Yani mimi niaa, unaondoka kweli wifi, eh? Emi, sikilize basi wifi yangu. Munde hapa akija mimi namjibu nini? Msubiri arudi muongee. Haya vitu vitu hivi vingine vya kuongea. Mbona hivi vitu vidogo wifi yangu lakini? Kuhusiana na Munde mimi sijali. Munde nimemwambia amenikatalia. Alafu mimi siwezi kumkataa kakangu kisa mwanaume. Siwezi wifi. Utanisema sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Naomba tuelewane. Mimi najua kaka yangu hajawahi kupenda. Hajawahi kumpenda mtu yeyote. Amekupenda leo unamwacha. Unamwachaje? Unamwachaje? Yaani kaka yangu unamwachaje? Au unamwacha una kwenye mazingira yapi? Aika, Unavyojali wewe kuhusu kaka yako na mimi pia najali kuhusu kaka yangu. Sawa, so, ndio maana naongea mimi kama eh, mimi pia na uchungu wa kaka. Wewe una kaka na mimi na kaka. Ndio maana nakwambia tu yamalize. Haya, kaka yako kila mwanaume anayetaka kukuoa akamkataa. Kila mwanaume anayetaka kukuoa akamkataa. Wewe utaishije? Wewe utakaa bila kuolewa kabisa? Damu ni nzito kuliko maji. Haya ni maamuzi yangu. Yeye nimeongea naye amekataa, mimi nirudi kwa kaka yangu. Haya ni maamuzi yangu. Acha niende kwa kaka yangu. Wifi, niache. <tiple> watu na vyataiitanimunde Hey, kakangu, sielewi kabisa. Unajua leo hapa kachukua begi kaondoka na sijui hata umemuudhi nini. Mtoto wa watu ataki hata kunisikiliza, yani unasemaje? Leka undoka kaelekea wapi? Kapita njia hii hapa. Imagine mtu anauzwa kisa hela, dunia inaenda kasi tena mpera mpera naumasikini, ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa, hawafati dini wala vitabu maovu njo. Nini wewe? Unataka mama? Nenda kwetu monetization sasa kwa ni nini? mimi tumeongea nini hivi, muunde mimi nani na monetization? Nimeongea na wewe mara ngapi? kusumiu kwenda kwa kakaangu tu kunielewa. Sikiliza mama, kumbuka mimi na tumekubaliana na wewe, ndio umenitoa mjini kunileta ukubushi bushi ili mradi mimi na wewe tuishi kwa hapi. Sasa na kuje leo eh, unaondoka nenda wapi sasa? Yaani, vile unavyonipenda wewe na mimi, kakaangu pia ananipenda mara mbili yake. Niache niende kwa kakaangu. Sikiliza mchumba, hebu mniache! Kwa nini umebadilika na nini eh? Nini kina kuchanganya Munde? Sio kama mi sikupendi munde, lakini kumbuka hiyo ni kaka angu mi kwa hili siwezi acha, niende kwa kaka yangu. Munde, Munde utanisamehe baba, mimi naenda nyumbani. Hey. Hey. Hey. Hey. <laughs>

lyeye, hey, nani mpaka nakuuliza kiasi hicho naumia. <laughs> Okay, na dada nikaze, awezi kurudi? Atarudi. Mi mara mwisho nimeongea nikasema anarudi, unatakiwa tuwe sawa, kakaangu. <laughs> dada awezi kurudi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Imagine mtu anauzwa kisa hela, wewe tena haya vipi? Yaani, umenitia aibu kule, mtaa mzima amejua kwamba wewe umenikataa, umenikataa kabisa. Ndugu yako umeona hitoshi, umeamua kuja kupakatana na nyumbani, si ndio? Aya, umefata nini hapa? Kaka, naomba nisamee. Ni shetani tu alinipitia mimi, surudi tena kaka surudi tena, namba nisamee kaka, usiwe nikataa kwa mbele za watu, ndugu yangu kaka, ni shetani ah, tu alinipitia tualinipitia, naomba nisamee. Unajua sisi tupo wawili tu kwao, yani siwezi, yani ah. Sawa. vi so, Ah! Yaani umepungua kabisa wewe unaona? Sio kesi yake. Mabegi yako ndani, kwanza tuongee vizuri, nenda ndani. Huyumchizi atakuja afariki, alafu tutapata kesi sisi hapa apatunaishi naye owa Kibanga, sikia nikwambie, mwanangu, huyu mchizi kasha data, sawa? Hichi kijiji kikubwa hichi, sawa? tukitafuta um mahostazi umu hamo, tumtafute hostazi, tumpeleke pale akafanye mbangambanga zake, mchizi akae, sawa. Dalili mwanangu, unasema nini? kataka sikuongea pointi leo, ongea kitu cha maana a munikada munikadata kweli ila mwanangu, ah, unajua dakika mshi tunazokachukua share, tukaenda kule mazingira ikawa ile, si unajua Munde alivyo data vile, si unajua mwenyewe anaelewa mazingira. Oa, hamna yule aruki. Mimi na Imani tukiondoka pale na ustazi, tukienda pale mambo yanakuwa hivi shegele, au sio eh? hey. Yani hapa leo hatulazi damu sawa, popote alipo ustazi tunamtafuta, tunamchukua, tunaondoka naye, baridi mwa Papa hadi kwa munde pale, tumwambia fanya mambo yako, mchizi akae ya sawa.

kusipu nini mbona uko peke yako Munde, simuoni hiyo. Mm, sasa nayo know story ndefu. Munde nimewachana naye bwana. Bwana usinitania are, wote na Munde mmependana hivyo are? Bwana usinitania kumchora hapa. Amna bwana, mimi nakufichaka kitu wewe? kweli kweli, kichafu wachane nini jeni? Bwana mimi nimeamua tu kuachana sio bure. Yaani wewe waamua kwa chana Munde. Kwanza umetuwekea msao kumtaani wewe. He. Mm. Kaka yako alikuwa sio poa. Kwa kuna nini? Yaani kwa anafanya yani msako hata kwa na mbwa. Yeye kwake ni kupiga tu. Rei yangu yuko wapi? Ni wangu rei yuko wapi? Wana shangaa, Mapenzi amekukimbiza huko kijiji cha pili umerudi peke yako. Ha. Hmm. Ila ndio maana nimerudi shoga yangu maana. Hmm. Sikuambia wewe. Damu sio kuliko maji, msela barabarani ukabisha. Umeona? Hayo maneno yako yachagi tu wewe. Mimi Jenifa ni kamdomo kanacho nipoza kamdomo. Yaani, unavyoongea kama hujai kupenda wewe. Um, hamna mwenzangu, hata kama kupenda ndio nitoroke na mwanaume I say wewe. Basi sawa shoga yangu, mimi nimefurahi kukuona. Mimi yani uje furaha, si jamii kama utarudi mwenye, nimefurahi kukuona Jenifa, maana huko niliko yani au munde. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu akbar, la hawla wala quwwata vipi hapo? illa billahi. Kama kawaida. Amani. Asa, sikia shee, si tumekuja tu na shida moja hapa. Oa, mweleze. Oa, sema nini. Oya, kuna mwenyee tukapagawa kinyama, yani kavurugwa na mapenzi hivi, nakukwambia saizi kiyomboi, kasi kasizi. Sii tumezunguka huko mtaani tunaambiwa, kuna shee, kuna shee, ndo tumefika hapa. Vipi mambo ya dua? kwanza anaenda

Imagine, mtu anauzwa kisa hela. mm, dunia inaenda kasi tena mpela mpela, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa hawafati.